Hakukooa hakutoa hata sauti ya kupumua, na macho yake yalikuwa yamefungwa. Mwili wake ulikuwa wa baridi. Hidaya aliinama akamshika kwa hofu, moyo wake ukiganda kwa baridi ya mwili mdogo ulioaminika kuwa umekuwa. kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya kukosa msaada, na kwa sababu ya kutokuwa tayari kuwa mama wa kaburi lililojaa aibu, Bidaya alifanya kosa ambalo lingegeuka kuwa la milele. Alifunga mwili ule mdogo kwa kitenge, akatoka nje kwa miguu mitupu, miguu peku pekupeku, kukiwa na mvua kali, akatembea hadi shamba la nyuma. kaburi dogo. Hakusema sala, hakusema maneno, alimzika mtoto yule.